Habari wapendwa, natumai yote ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama kimwili chote, haijalishi unaumwa, haijalishi ni mzima, lakini kwa kila mmoja ambaye unamuona ni katika kuhakikisha afya yake inakuwa salama muda wote, tukiwa tunaendana na darasa letu, ikiwa video ya 12 inayohusisha hedhi. Na na moja ya swali ambayo huaga napokea kila siku ni kwanini, ili, kwa nini baadhi ya wanawake wamekuwa wakipitia maumivu wakati wa hedhi, na hili swali linatokana na watu wengi sana kuamini kwamba hedhi lazima iwe na maumivu. Yaani kila mmoja ambapo akiwaza hedhi lazima afikiri maumivu ambayo yanatokea wakati wa hedhi. Sasa inapotokea mtu ame, anakuwa anapata hedhi, alafu ajiona maumivu, ndio anaanza kutengeneza maswali ndani yake au yaani kwa sababu gani huyu anapata hedhi, afu yeye apate hedhi. Huyu inakuaje, huyu inakuaje? Yaani kumbe kuna vitu ambavyo mama anatakiwa aelekezwe, binti anatakiwa aelekezwe na kuna watu ambao wanapaswa kuelekezwa, kikiwemo hata watumishi wa afya au walimu na watu wengine wote ambao wanafanya kazi na wanaweza kupokea maoni kutoka kwa mtu mwingine au kuweza kupokea maoni kutoka kwa binti, labda inawezekana uko vioni na mwalimu anakufuata, au inawezekana wewe ni mtaalamu mishamba na kuna mtu anakufuata na kwamba bwana, mimi nahisi maumivu makali sana wakati wa hedhi. Kwa kila mmoja amekuwa na maswali ya mtindo wake kulingana na na kuhusu maumivu. Sasa leo nitaenda kujibu kwa nini baadhi ya wanawake huwa wanahisi maumivu wakati wa hedhi na kuna watu ambao hawahisi maumivu wakati wa hedhi. Lengo ni kuhakikisha wewe ambao unapitia maumivu kujijua kwamba sio matatizo makubwa, na wewe ambaye unahisi hauna maumivu usijione kwamba uko tofauti na wengine au kwamba umependelewa. Kila mmoja au mwili una mwitikio tofauti tofauti. Kwa sababu ya kwanza ambayo inasababisha watu wengi sana kupata maumivu wakati wa hedhi ni tofauti ya homoni, yani prostaglandin, kutegemea na mwili husika au kutegemea na mwili wa mtu au kutegemea na mwili wa mwanamke. Inapotokea mwanamke atakuwa na hiyo homoni ya prostaglandin kwa kiwango kikubwa sana, wanawake wengi wamekuwa wakipitia maumivu mbalimbali, na mwisho wa siku wanakuwa wakilalamika mara kwa mara, au wamekuwa wakishindwa kufanya kazi na wengine na wengine, wamekuwa wakiomba ruhusa, au siku nzima, au siku tatu hizo ambazo atakuwa anaenda hedhi, au siku nne, siku tano, amekuwa akishindwa kufanya chochote na kuweza kupumzika tu, au kuweza kulala na kulalia chupa ya moto. Sasa hii inasababishwa na prostaglandin ambao mwanamke atakuwa nao. Inapokuwa tofauti kati ya mwanamke mmoja na mwanamke wa pili, basi inaweza kusababisha mwanamke akahisi maumivu. Kwa hiyo mara nyingi inapokuwa nyingi ndio mwanamke anahisi maumivu, lakini unapokuwa kidogo, huyo mwanamke hawezi kupata maumivu. Kwa mwanamke yeyote ambaye huwa apate maumivu wakati wa hedhi, ni kwa sababu prostaglandin iko kwa kiwango kidogo mwilini. Kwa hiyo maana yake yeye maumivu yake yatakuwa hamna. Lakini sababu ya pili, mwitikio kati ya mwili mmoja na mwili mwingine, hivyo hivyo, hata katika majukumu ya kawaida au mambo ambayo mwanamke waga anapitia au mambo ambao mtu yeyote sasa, huwa anapitia huwa watu wanaenda mwepoke mwitikio wa mwili wake au mwitikio wa akili yake. Kama mwili wako utakuwa na kisi negative negative au mwili wako utakuwa na kisi positive, positive positive basi ndivyo ambavyo hata maumivu yako yatakuwa negative au au positive. Lakini kuna baadhi ya mili au asili ya watu wamefundishwa kukomaa au ku e kujitahidi ikuwa na na msingi ambao utakuwa sio kwenye kwenye kwenye kulalamika, yaani mwili tu unajikuta umekomaa. Mfano baadhi wa Masai au asili ya Kimasai ambao wengi wamekuwa wakienda leba huko, unakuta halalamiki sana kukusana naj... na maumivu ya leba, mtu ametulia tu mpaka anajifungua, anajiuliza mbona kuna watu wanalia sana. Lakini huyu kwake yeye ni noma kabisa, ashtuke na nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya mwili na mitikio na baadhi ya asili ambao wazo na wazo na tofauti mtu kuhisi maumivu kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lakini hii sababu nyingine ni mtindo wa maisha ambao mtu atakuwa nao wale ambao wanakula sana au wanawake wanene sana wanapata maumivu makali sana kwa sababu ya vyakula ambavyo wanatumia, lakini wanawake ambao hawafanyi mazoezi kabisa, lakini wale wanawake ambao wenye stress nyingi sana. Majukumu ambao wanao kila siku, sasa hivi watu tunasema ni 50, 50. Yani, 50, 50. Huyo 50, huyo ajibike huko, ajibike huko, ni lengo zuri, lakini mwisho wa siku kama mwanamke atatengeneza stress kwa sababu anapotoka nje ya nyumba, na ndivyo ambavyo akili yake inakuwa inakuwa pana zaidi, anashindwa kufanya vitu vingi kwa sababu majukumu ambayo hakupaswa kufanya, alafu anajikuta anafanya. Kwa mwisho wa siku anapata mawazo ambayo hayana msingi wakati mwingine, au yana msingi lakini hayana tatizo moja kwa moja, endelea muda mfupi na kupelekea yaondoa moja kwa moja. Unapokuwa na mawazo, mwanamke lazima atapata episode yenye, ambayo yenye maumivu, lakini kwa mwanamke ambaye hana atakuwa sawa kabisa, lakini ukweli ama, maumivu si kipimo cha uhalisia wa hedhi, ili kwamba uone hedhi yako kwamba ina afya, basi tutaangalia maumivu. Hapana, ila kuna wanawake ambao wanapata maumivu kidogo, na kuna wanawake ambao wanapata maumivu makali au kwa kiwango kikubwa zaidi. Ukikosa maumivu si udhaifu, na wala usifurahie sana kuona kwamba ni jambo ambalo wewe Mungu amekubariki. Hapana, chochote ambacho kinatokea katika mwili wako, chochote ambacho huwa kinatokea uwa katika maisha yako unaweza kumshukuru Mungu hata kwa kidogo, kwa sababu mwisho wa siku hata hicho kidogo kuna kitu utakikosa, alafu utajikuta unapata kikubwa au inakuwa tofauti kwa unaanza kujutia. Na mwisho wa siku ni kwamba Mungu, kwa sababu haya maumivu ambayo wewe haya maumivu ambayo wewe uyapati, kuna mwingine ambaye anapata. Mtindo wako wa maisha unaweza kupelekea ukarudi tena huko, kaanza kupata maumivu makali, alafu ukashindwa cha kufanya. Lakini pia wala wewe ambao unahisi maumivu, si kosa lako, tafuta msaada. Tumia vitu vya magnesium, zinc na vitu vingine vyote ambavyo vinaweza kuifanya afya yako kuwa salama wakati wote. Hili sio darasa la kuweza kueleza ni njia gani za kutumia za kuondoa maumivu, lakini hizi ni sababu ambazo zinaweza kueleza kwa sababu baadhi ya wanawake wanapata maumivu na wengine wanapata maumivu. Unataka kuondoa maumivu wakati wa hedhi? Naomba uendelee kusubscribe na kupata maarifa mengi zaidi ya afya, hasa ya hedhi kwa mwanamke. manakeno ni kukuondoa pale ulipo, kama una changamoto. Kwa sababu haya maswali ni baadhi ya watu ambao wameuliza, na mimi mwenyewe baada ya kufanya utafiti nikaona wanawake wengi wanapata huwa na napitia hii changamoto, au amekuwa na maswali ambayo hayana majibu ndani yake. Endelea kusubscribe na kulike na kushare ili wengine waweze kupata maarifa mengi zaidi. Asanteni na mpaka wakati mwingine.